Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake uwaonye kaumu yako kabla ya kuwafikia adhabu chungu. Akasema, enyi watu wangu, kwa hakika mimi ni mwonyaji wa dhahir kwenu, ya kwamba mumwabudu Mwenyezi Mungu na mumche yeye na mumtii, atakuhufirieni madhambi yenu na atakuahirisheni mpaka muda uliowekwa Hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapofika haucheleweshwi, laiti mngejua. Akasema, ee Mola wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na mchana, lakini wito wangu haukuwazidisha ila kukimbia. Na hakika mimi kila nilipowaita ili upate kuwaghufiria walijiziba masikio yao kwa vidole vyao na wakajigubika nguo zao na wakakamia na wakatakabar vikubwa mno. Tena niliwaita kwa uwazi, kisha nikawatangazia kwa kelele, tena nikasema nao kwa siri. Nikasema, ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, atakuleteni mvua inyeshe mfululizo, na atakupeni mali na wana, na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. Mna nini, hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu? na hali yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja. Kwani hamuoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa matabaka, na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru, na akalifanya jua kuwa taa? Na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mmea, kisha atakurudisheni humo na atakutoweni tena. Na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati ili mtembee humo katika njia zilizopana. Suratu Nuh imeteremka Makka. Sura hii tukufu imefafanua kisa cha Nuhu alayhi ssalam pamoja na kaumu yake ikasimulia habari za wito wake kwa dhahir, kisha kwa siri na kwa dhahir, na ikaeleza mashtaka yake kumshtakia Mwenyezimungu juu ya walivyompuuza na inda waliomfanyia, na ikasajili kukakamia kwao kuyaabudu masanamu mpaka wakastahiki kupata adhabu ya Mwenyezimungu. Nuhu alipokata tamaa nao kuukubali wito wake, aliwaapiza wahiliki na waangamie na akajiombea nafsi yake na wanawe waumini wanaume na waumini wanawake wapate msamaha. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake na tukamwambia waonye watu wako, kabla haijawajia adhabu yenye matungu makali. Nuhu akasema: enyi watu wangu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu, nina risala kutoka kwa mola wenu mlezi kwa lugha mnayoijua ya kwamba mumtii Mwenyezi Mungu na mumnyenyekee katika kutimiza wajibu zote, na mwogopeni yeye kwa kuacha mnayokatazwa na ntini mimi katika ninayokunasihini, ndipo Mwenyezi Mungu atakusameheni madhambi yenu na atakupeni umri mrefu mpaka ifiki ajali iliyowekwa mwisho wa umri wenu. Hakika mauti yakija ya hayaahirishwi ya kabisa. Lau kuwa mngelijua majuto mtakayokuwa nayo utapokwisha muda wenu, mngeliamini. Nuhu wakasema: Mola wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu waamini usiku na mchana bila ya kuchoka, hawa kuzidishwa na wito wangu ila kuukimbia usifu wako, na mimi kila nikiwataka wakuamini wewe, upate kuwasamehe kubandika vidole vyawo kwenye masikio yao ili wasisikiye ya wito wangu na ujifunika kwa maguo yao ili wasiuone uso wangu, na wakasimama kidete juu ya ukafiri wao, na wakatakabari kutakabari kukubwa mno. Kisha nikawaita waje kwako kwa sauti ya juu, kisha nikaudhihirisha wito kwa namna moja, na nikawaita kisirisiri kwa namna nyingine, ili nijaribu kila njia. Nikawaambia watu wangu takeni kwa Mola wenu mlezi maghfira, kwa kufuru zenu na maasi yenu, kwani yeye bado ni mwingi wa kusamehe madhambi ya mwenye kurejea kwake. Atakuleteni mawingu yatakayomiminika mvua kwa wingi, na atakupeni mali na wana, na hayo ndiyo mapambo ya dunia, na atakupeni mashamba mteostarehe kwa uzuwi wake na matunda yake natakujaliyeni mito ya kunywesheya mazao yenu na migugo yenu. Mna nini nyinyi, hata hamumtukuzi Mwenyezi Mungu kama avyosahiki kutukuzwa, ili mtaraji ya kukirimuni kukokoweni na adhabu, na hali yeye ndiye aliyepumbeni kwa madaraja, tangu tone manii, kisha pande la damu, kisha pande la nyama, kisha mafupa na nyama Kwani huo ni vipi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba moja juu ya moja, na akaufanya mwezi katika mbingu hizo unatowa nuru, na akalifanya juwa ni taa ambayo kwayo watu wa duniani ndiyo wanaona kwa mwangaza wake yote wanayohitajiya kuyaona. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekumbeni kutokana na ardhi akakuotesheni kama mimeya kwa njiya ya ajabu. Kisha baada ya kufa atakurejesheni huko huko kwenye ardhi, na tena atakutoweni huko kwa hakika, hapana hivi wala hivi. Na Mwenyezi Mungu amefanya ardhi iliyokunjuliwa ili mpate kwenda humo katika njia zenye wasaa.

Na Nuhu akasema: Mola wangu Mlezi, hakika hao wameniasi na wamemfuata yule ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila khasara, na wakapanga vitimbi vikubwa, na wakasema: msiwaache miungu yenu wala msimwache Wada wala Sua wala Yaghutha wala Yauka wala Nasra. Na hao walikwisha wapoteza wengi, wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea. Basi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa, wakaingizwa motoni, wala hawakuwapata wa kuwanusuru badala ya Mwenyezi Mungu. Na Nuhu akasema, mola wangu mlezi, usimwache juu ya ardhi mkazi wake yeyote katika makafiri. Hakika ukiwaacha watawapoteza waja wako, wala wao hawatazaa ila waovu makafiri. Mola wangu Mlezi, nighufirie mimi na wazazi wangu, na kila aliyeingia nyumbani kwangu kuwa ni mwenye kuamini, na waumini wote wanaume na waumini wanawake, na wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea. Allahu Akbar Allah. Alisema Nuhu, Mola wangu Mlezi, hakika watu wangu wamenikatalia mimi niliyoamrisha ya kuamini na kutaka msamaha, na wakuwafuata madhaifu miongoni mwao, ambao mali yao na watoto wao hawa wazijishiila khasara tupu katika akhera na vitimbi vya hao wenye mali mengi na wana wengi kwa wanyonge wanaofuata ni vitimbi vilivyofika ukomo kwa ukubwa, na wao wakiwaambia: msiache kuyaabudu miungu yenu wala msimwache Wadda wala Suwaha wala Yahutha wala Yauka wala Nasra. Na hawa walikuwa miungu ya masanamu iliyochongwa kwa sura ya wanyama namna mbalimbali na miungu hii iliwapoteza watu wengi, na wala huwazidishi wenye kuzidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na inda ili kuzidi kugaidika na haki. Kwa sababu ya madhambi yao, wakazamishwa kwa tofani, na baada ya kuangamizwa kwao, wakatiwa motoni kwenye moto mkali wa kuwaka na kuteketeza na wala wasipati yeyote baada ya kumkosa Mwenyezi Mungu wa kuwanusuru na kuwakinga na adhabu. Na Nuhu wakasema baada ya kukata tamaa nao watu wake, Mola wangu mlezi usimmwache yeyote katika hao wanakukata wewe akabaki akizunguka juu ya ardhi. Ewe Mola wangu mlezi, ukiwacha hao bila ya kuwateketeza na kuwang'owa, watawatiya waja wako katika upotovu na wao hawatozayi na wenye kupotoka vilevile, wakaiacha haki na wakakisiri kukukanya na kukwasi. Mola wangu mlezi, nisamehe mimi na wazazi wangu ambao ndio waliokuwa ni sababu ya kuzaliwa mimi, na kila mwenye kuingia nyumbani kwangu kwa kukuamini wewe, na uwasamehe waumini wote wanaume na wanawake, na usiwahidishie makafiri ya kuangamiza.